Lakini katika huo msitu bwana, katikati ya huo msitu, kuna jela inaitwa MCA. Hii ni jela kubwa sana, na hii jela ndani yake inawababe vibaya sana. Sasa miongoni mwa watu ambao wanapelekwa kunako hizo mabusu alikuwa ni huyu mwana mdogo hapa. Haya ndio mazingira sasa. Bwana mdogo anaendelea kuishangaa you know? E bwana mgeni anapoingia, basi wote wanamuita ni chakula. Kila mmoja anasema wewe ndo demu wangu. Ni jela nijele na wanaume sasa. Cheko wanavyompokea wanangu makofi yamezidi. Ah, sasa wana mdogo wanakaribishwa jena, vibakuli vinapigwa, wanamzingua, kila mmoja anasema njoo huku mchumba, we wa kwangu, lazima ni kuoe kini nah, ndio la geleza. Ile geleza ndugu yangu, kwanza alina sare. Kwa wee ni mfungwa uso dem eh, huyu ni mtoto wa kiume huyu Watu wanapasha umumu ndani, watu wanacheza drafti bana, kuna watu wanacheza karata tatu hapa, chef pardon. Kuna mtu kafungwa yuko katika chumba hiki. Na ule mwana mdogo mpya aliyeletwa muda sio mrefu wanaangalia kwanza fadi lake alikuwa ni amefanya nini. Wanamrekodi kwamba wamempokea mfungo huyu, kuanzia sasa anakuwa chini ya uangalifu wao. Anatia saini na kila kitu, anaanguka na masaini ya dole gumba. Weka dole gumba hapa Mpuzi mdogo te wligumba mdogo, kamuonyesha mauaji, anamuuliza, wewe na marafiki zako ndio mefanya mauaji haya? Kibao kuna dadake, zungumza peleka peleka kule kuna ndege zake.